Sisi hatuendi uwanjani kesho, tumezuiliwa kufanya mazoezi. Hajasema airisha mechi, amna sema ameandika airisha mechi. We unaairisha mechi kwa nini? Mkemwadabisha Yanga kwa nini? Kamzuia simefanya uchunguzi, mwadabisha Yanga kwa nini? Kafanya hivyo, umeairisha mechi kwa kipi? Mna ripoti mnaiandaa ipi? Mpaka leo toka Machi tunatafuta Juni, sasa mei inaisha hii Umeelewa? Mm. Kwa huu mtego ni mpana. Mm. na watu wataitumia hii kama reference. Mm. Simba na Pamba, mechi ya kwanza kule ilikuwaje? Simba alienda kucheza kesho ya kwenda, alienda wewe? <laughs> Simba wana akili <laughs> Yanga wana akili, wamewaacha. Mm. kwenye, ma, kwenye mataa. Sawa, itakuwa ni kanuni imetaka Kanuni kwao, kanuni huwa inamwaga mwezi wa Juni tu au miezi mitatu kabla. Kanuni haifanyi kazi. Kanuni ipi ilitumika kuahirisha mechi kwa kigezo? Sababu ipi? Wao wanasema kwamba wameenda mbali zaidi, wanasema shauri lishafika kwenye kamati. no. mechi iliyoahirishwa kaso alikuwa ashaenda yanga asubuhi, kwa nini iliahirishwa mechi? Very simple question kanuni haikutumika wakati mechi inaahirishwa, wai ikaja kutumika Juni kumi na tano. Kulikuwa na shida gani? Uchunguzi ulisema unafanyika wosha, hmm. Leo na tangazo la kwamba uchunguzi tayari Tako. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe tisa. Miezi mitatu na siku moja imepita, Machi nane hmm. Ukienda eh, Aprili nane mwezi mmoja. Ukienda eh, Mei nane mwezi wa ngapi wa pili. Ushaona jibu? Kwa nini mechi haikuchezwa? upi usalama upi? Kuna eneo salama wila. T -t Tanzania hii, kama pale JKT hapa, JW hapa, polisi cha ng'ombe hapa. Wewe vipi bwana wewe, kuna mtu aza kufanya fujo pale jeshini pale JKT? Huku mm. JW hapa mm. umeelewa mm. polisi cha ng'ombe hapa mm. ya mkoa wa kikipolisi mm. Temeke Eneo salama barali, nimezaliwa na kukulia pale bro, nimezaliwa na kukulia pale. Ujanja tu upuuzi bwana wewe, upuuzi. Mimi nimezaliwa... sijaja mjini kuchambua, sijaja mjini kuomba kazi TFF. Nimezaliwa na kukulia Benjamin, mimi cha ngombe, una ubini kwetu vibaya mno. Hii eneo sensitive lile wewe kwanza unawakosea wanajeshi pale, kwanza unawakosea wanajeshi TFF wakaandike kuliko amna usalama. Eneo lile halina usalama, marais kila siku anaingia pale, eneo la taifa lile. Eneo la taifa hakuwekwa pale uwanja bure, uwanja ukuwekwa pale for nothing. Lile eneo la kitaifa, usalama upi? Mbuzi, mabaunsa, mabaunsa wakamaliza usalama wa mechi. Bro vipi? Em, tuende kwenye swali lingine bwana.